Upande wa taarifa nyingine kwa kuelekea mkoani Katavi ambapo mkuu wa mkoa huo Meja Jenerali mstaafu Rafael Mhuga ametoa wito kwa wakazi wa wilaya ya Mlele mkoani humo kujiandaa kutumia fursa za uwekezaji na kufanya biashara baada ya kuanza kwa ujenzi wa barabara ya Tabora Mpanda kwa kiwango cha lami. Meja Jenerali mstaafu Mhuga ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Mlele mkoani Katavi. Shuhuda wetu huko ni mwandishi wetu Adolf Mbata mwenye taarifa ifuatayo ake ya kwanza kuzungumza na wananchi hao Meja Jenerali mstaafu Rafael Mhuga anasema wilaya ya Mlele imekuwa ikipanda kimaendeleo kutokana na jitihada za viongozi waliopo na kutaka wananchi kujiandaa kutumia fursa walizonazo kupata wa maendeleo zaidi. lakini onge langu kwa kila mmoja wenu kwamba tupange vizuri, ili tuweze kupokea barabara ya lami tukiwa tunajiandaa kufanya biashara, kama mtu analima, anazalisha auye kwamba toto utakachoima utaweza kukusafirisha kwenda popote Tanzania, kwa sababu tayari barabara ya lami inashughulikiwa na ndani ya miaka mitatu itakuwa iko tayari. Naye mkuu wa wilaya hiyo Lecho Kasanda na mkurugenzi wa halmashauri ya Mlele Alex Kaguze wanasema watahakikisha maendeleo yanapaa kwa watu kufanya kazi ya <todicum> wilaya lakini asiaaa. Na pia upande wao viongozi wanaondoka, wametoa wa wito kwa wafanyakazi wa wilaya hiyo, ushirikiano kama mlipotupa sisi na bene tulipokuwa tukifanya kazi hapa wapeni hawa ushirikiano. Kwa hiyo niendelee ni kuwaasa watumishi na viongozi pamoja na nanchi, pale serikali inapotoa maelekezo yatekeleze, anaelekeza na wakijua kwamba wanalotoa kwa ni kwa ajili ya manufaa, ule usemi usemao chanda chema uvishopete ukatimia. katika hafla fupi iliyofanyika jioni kuwaaga viongozi kwa utumishi uliotukuka lakini mugeni ni kazi ngumu sana na ni mbaya sana walio wenu, uliyapokea mamlaka tu bila kutambua mamlaka yanatoka mikononi mwa nani. Hata nafasi kama kiongozi lazima ujiulize unakwenda kuwafanyia nini wananchi. Hilo ndio jambo la msingi. Nadhani hawa wazee walijiuliza, wakiamini kwamba unapokwenda kuanza kazi katika sema ambao le mnatakiwa waende kufanya kazi, lazima usome mazingira ya mwanzo wako unawakuta katika hali gani. Adolf Mbata, TBC Katavi.